Mpenzi mtazamaji wa Thamarat TV popote pale ulipo, karibu sana katika uh, fursa ambazo huwa nakuletea mbalimbali tunapokutana na mimi na wewe katika uwanda huu, na siku ya leo nahitaji kukupa fursa moja adhimu sana. E, ni moja ya vitu ambavyo ni vigumu sana kuvipata sehemu nyingine zaidi ya hapa Thamarat TV. Nini ambacho nataka kukwambia? Kikubwa ambacho nakuletea siku ya leo e, ni fursa ya kuepuka bomoa bomoa, mafuriko pamoja na vitu vingine kama hivyo. Tumekuletea nyumba nzuri za kisasa. Tuna nyumba za aina mbili, tuna nyumba za ghorofa lakini pia tuna nyumba za kawaida. Nyumba za ghorofa gharama yake ni shilingi elfu ishirini na tano tu kwa siku, ambayo utakuwa unalipia kwa siku shilingi elfu ishirini na tano mpaka pale ambako utamaliza gharama ya malipo na ile nyumba kuwa ya kwako, utapewa hati miliki ya nyumba. Lakini a, kizuri ni kwamba ukifikisha nusu ya gharama ambayo unatakiwa kulipia, unaruhusiwa unaruhusu, unaruhusu kuhamia na kuendelea kuishi pale, ukiendelea kutoa shilingi elfu ishirini na tano kwa hiyo kwa siku. Lakini pia tuna nyumba zingine za kawaida ambazo ni zina vyumba vitatu, sebule kubwa, master bedroom. lakini pia zikiwa zimezungukwa pamoja na fence store na yaani, nikiwa namaanisha kwamba ni kwa nyumba ambayo imekamilika, ina kila kitu, na ndio maana tunasema ni nyumba za kisasa hizi. Utazipata kwa gharama ya shilingi elfu tano tu kwa siku, utakuwa unalipa shilingi elfu tano mpaka pale ambako pia utafikia nusu ya gharama ambayo utakuwa umepewa kwa ajili ya nyumba hiyo, na utaruhusiwa kuhamia, utakuwa ukiishi huko ndani na ukiendelea kutoa shilingi elfu tano kwa siku mpaka pale ambako utamaliza gharama ya malipo na utapewa hati miliki ya nyumba hiyo. Hem kumbuka ni shilingi elfu tano kwa siku. Ni sawa na mtu ambaye anatoa uh, kodi ya nyumba alafu muda ukiisha, katika nyumba anaendelea kutoa kodi, lakini nyumba ile haiwezi kuwa ya kwake. Hii, maana yake utakuwa unatoa kama vile ni kodi ya nyumba, lakini unapunguza deni juu ya kila ambacho unakitoa. Baada ya hapo, ile nyumba inarudi katika mikono yako. Nyumba zetu ziko katika uh, wilaya ya Kisarawe ni Kibuta uh, Chanika, huko ndipo ambako tunazungumzia. Kwa hiyo kwa, kwa yoyote ambaye anahitaji fursa hii, basi unaweza ukapiga simu kupitia nambari za simu ambazo unaziona chini ya video hii, ili uweze kupata maelekezo mazuri kabisa. Lakini pia unaweza ukafika ofisini kwetu, tunapatikana Machinga Complex jijini Dar es Salaam. Kwa wale ambao Unaweza ukafika Machinga, basi pia unaweza ukapiga nambari hizi za simu tukakuelekeza. Karifu sana uh, mdau lakini mpenzi wa Thamarat TV. Fursa hii pia ukisikia, unaweza kumshirikisha na mwingine ambao ana uhitaji wa hicho ambacho tunakuletea siku leo. Hadi wakati mwingine ambako tutakuletea fursa nyingine, jina langu ni Omar Salum kutoka Thamarat TV.